Watu wote wa majiji majiji, yote majiji yote. Msichukue bidhaa za raia, msichukue bidhaa za raia, hizo bidhaa ndio ofisi ya raia wetu, usichukue bidhaa ambalo linahitaji kuelekezwa kuhusu masuala ya utaratibu, tushughulikie jambo linalohusu utaratibu. Bidhaa yake aachiwe, bidhaa halali aliyonayo mtu aachiwe. Bidhaa hiyo ni mtaji, tusiwe mitaji ya watu. Huu utaratibu wa kuchukua bidhaa haukubali na mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na mkuu wa wilaya. Wafuatilieni wale waliochukua bidhaa hizo warudishe. Kama wamepotea nazo, ni wezi kama wezi wengine. Kama raia amekosea kuwa mahali, bado haikupi wewe uhalali wa kuchukua zile bidhaa ziwe za kwako. Haya ni mambo ambayo hayakubaliki. Tusicheze na mitaji hii, mitaji ni ofisi ya mtu kuli uaai amepiga amekaa hapa siini anamfuuafuua sibebawajiebanini aya aya mbali hii ni mi mitaji ya watu, hizi ni ofisi za watu. Ofisi lazima ziheshimiwe. Tumesema hatuna piga vita umaskini kama hatunaheshimu sekta binafsi kama hatunaheshimu mitaji ya watu. Ndio hawa waliokimbia na, na, na, na, na ao wa vijana watafutwe pale, watafutwe na ijulikane, huo mzigo wameupeleka wapi. wa Kama wametokomea nao, wachukuliwa tu kama wezi wengine. Ofisi ya jiji haikupe uhalali wewe kupoka mtaji wa mtu kupoka. Nitumie swali hili kuambia na majiji mengine, msichukue mali za raia, na nitakuwa nafuatilia kila mkoa ninapopita. Nitakuwa natembelea maeneo waliko raia kila mkoa ninapopita. Mama yetu hapendi uonevu, rais wetu hapendi raia aonewe. Rais wetu ni mtu wa haki, ndio ambapo baada ya kuapishwa alisema hata kama mtu amedaiwa deni kubwa kuliko lenye anatakiwa arejeshewe. Wewe unakuaje huku mtaani mtaani, huku unapora mali ya mtu, hili haliubariki. Waambie jiji, au watakuwa wanawajua, muulizeni hata vijana, inawezekana anajua hata majina yao na anawajua, watafutwe.